Urahisi wa maisha, baba yangu amelewa sasa hivi. Ni haki yake, alikuwa anagombea haki yake. Ni kwa sababu gani apigwe? Mnyonge mnyongeni haki yake mpeni, lakini wamemnyonga, wamemuua tena amefunga leo hii, na haki yake imechukuliwa. Ni kwa sababu gani? Tumechoka kuonewa kama iongake wa kijiji imeshindikana, basi mama Samia na tusikilie, kwani mtuonee wewe, wagazizi limeliwa lote na chochote sijapewa kwani pambano la shambani kwake. Yuko pembeni ya shamba, yani katika kule aliko, yuko pembeni ya shamba, na alishagombana na Masai, kila muda lazima afike shambani kwake, na alishawaambiaga kwamba jamani, mimi sihitaji ng'ombe, sihitaji ng'ombe. Ng'ombe ziliingia shambani kwake, akajaribu kuzuia, alipozuia alipozuia zile ng'ombe ndio mwingine akaja akamgonga kirungu nyuma, kumgonga kirungu nyuma, alipoanguka ndio akaanza kumchanachana visu mwenye mikono hatima yake umauti umemkuta, akaja ndugu yake kutetea babu yake mjomba wake kutetea nawe wamgonga, ndio yuko hospitali mpaka leo. Mimi mwenyewe ninayongea tarehe moja mwezi wa pili mwanangu alitaka auawe baada ya kuzuia ng'ombe kupita shambani kwangu. Inatusumbua na inatutesa sana, hususani hata mimi mwenye ishe kunikuta nimelima shamba langu kama eka mbili, sikuvuna kabisa, walienda kuingiza na wakaingiza, sikupewa chochote. Sasa huyu baba, imekuwa ni muda mrefu wanapambana huko kwa sababu shamba lake liko pembeni namiji, na miji, umeona. Kwa hiyo anaendaga kushinda na mke wake huko, alikuwa na ndugu yake, ila anaona mke wake aliwahi kurudi nyumbani kwa sababu ya kupika futari. Huyu baba wa masai walipofika kuingiza mifugo kwake, alijitahidi kuizuia. Baada ya kuizuia akiwa na mdogo wake, ndipo wakaanza kumshambulia. Wamemshambulia akabidi akawa na fahamu ya kutoa simu, akampa mdogo wake kwa tafuta mawasiliano huko tuweze kupata msaada. Yule baba alivyokimbia ili amsaidie kaka yake, ndipo huku wakachangamka na kumkatakata wakamumalizia. Umeona, kitendo kimetuumiza sana hicho. Sisi sio kama hatuwataki Wamasai, tunachotakata ni mifugo kama wao hawana adabu ya kulinda vizuri. Mfugo unachungwa sasa, wanashindwa kuchunga vizuri. Hebu jamani, hili lifike mwisho. Tunafika kwenye viongozi wetu huku, hatupati msaada unaostahiki. Sasa basi. Hebu, kama hapa tumeshindwa kupata msaada jamani, na, na, na kijiji chetu hakina sehemu ya kufugia mifugo, kama imeshindikana kupata msaada hapa. Maana tunaahidiwa tu, lakini matekelezo mazuri hatuyaoni. Leo amepigwa baba shupavu, ni pande la baba ukimuona leo hii, tegemezi langu mimi lote na wanawake wenzangu ambao tuko huko kijijini, tunategemea niende shamba ndipo nipate riziki na familia. Nina familia hapa nilipo. Sasa ninapolima wanangu wapate chochote, wanakuja kuingiza mifugo jamani, halafu kauli nzuri hawana. Umeona, ina maana jawabu lao ni kukamata kirungu na kukubonda, sio leo wala kesho. Haya, tumeongea mengi sana, mikutano na mikutano tumeongea, lakini huwa tunasondekwa vidole sisi, tunaonekana ni wabovu, hatusikilizwi, hatuna haki. Tunaomba msaada wenu, mtufikishie mbele, ikiwezekana hata kwa rais, lifike hili swala. Kijiji cha Lubungo ni sugu kwa wafugaji na wakulima, watu wanakufa. Wana kijana mmoja alipigwa, alikufa, huyu wa pili tena, wengine wakupigwa ngeu ni wengi, wamepigwa wengi mno. Haya matukio yote tunawaleta kwenye ofisi yetu hapa hivi. Mimi mwenyewe nilipigwa na nikazimia. Kwa majina naitwa Martha Stanley Kamaiko, mtendaji wa kijiji cha Lubungo. Kilichotokea jana taharuki kati ya wakulima na wafugaji wafugaji waliingiza mifugo katika shamba la mkulima ikapelekea kusha, kumshambulia yule mkulima, hatimaye kupelekea kifo chake. Ndio kama unavyoona wananchi wameandamana wakafika mahali hapa, lakini waliongea na viongozi wetu akiwepo Mheshimiwa diwani na afisa tarafa. Mheshimiwa diwani kawaomba, ameongea na familia kwamba wakubali kuchukua mwili wa marehemu wakazike, lakini pia serikali inaendelea na taratibu zingine za uchunguzi wa wale waliofanya hilo tukio ili kuhakikisha wanachukuliwa hatua. Tukio ya wakulima na wafugaji sio la kwanza, lakini kwa kifo ni la kwanza. Matatizo haya yamekuwa ya, ya muda mrefu, na hii inatokana na idadi kubwa ya wafugaji na idadi ya mifugo yao pia ambayo wanayo sio rafiki. Na sisi kwa nafasi yetu tumeshajaribu mara nyingi kuchukua hatua na kutoa taarifa kwa viongozi wetu wenye mamlaka ya kushughulika na jambo hili, lakini kwa bahati nzuri ama mbaya, kabla hatua hizi hazijafikia katika lengo maafa haya yametokea. Tumekuwa na changamoto katika usimamizi. Kwa sababu wao wafugaji wanakuja, wananunua maeneo kwa wananchi. Mwisho wa siku wanaleta ng'ombe. Kwa sababu kwa mujibu wa mpango wetu wa matumizi bora, wafugaji wanaotambulika hapa Lubungo ni wafugaji wale ambao wanaitwa wa zero graze. Yaani wanafuga katika eneo lao. Yaani una ekari 100, basi unapaswa kukaa na ng'ombe wanaweza kuhudumu ndani ya mwaka katika ekari zako hizo 100. Cha ajabu hata hao wenye maeneo makubwa bado wamekuwa wasumbufu kwa wananchi kwa sababu idadi ya ng'ombe wao ni wengi zaidi kuliko mahitaji ya kawaida. Karibu, karibu tugudumie. Asante sana. Nahitaji mashuka yaliyo bora kabisa. Hapa tuna kila aina ya mashuka kutoka Dubai na Uturuki, lakini pia tuna maduveti bora kabisa. mm. Oh, kweli kama unahitaji mashuka mazuri na yenye ubora wa hali ya juu, bila shaka hapa ndo mahali pake. <laughs> Okay, nice. Nimependa sana uimara wake, rangi zake, materio yake kila kitu kinaonekana bora na original kabisa. Naam mm, sisi ndo mabingwa wa kuuza mashuka quality kwa bei nafuu za jumla na rejareja reja. <laughs> wow, I'm very impressed. Karibu Mashuka Safi Tanzania, tunapatikana Mikocheni A Mtawa tuvikiwa opposite na Vunja Bei. Hapa ndipo utakapopata ubora wa kipekee. Kwa maelezo zaidi, Tupigie simu namba 0715267461, Instagram ni mashuka safi Tanzania.